Wakawa wanapita kule kule, unaweza kuona wametufunga magoli mawili ya staili moja ya kufahamu uchochoro uko wapi. Mechi iliyopita ile ya mbili mbili, walifahamu uchochoro uko kwa Hussein, wakaweza kutumia dakika za jioni yani. Jana jan amekuja kuona amefahamu udhaifu upo kwa Shamarika Pombe, wakaweza kuutumia kwa hiyo Simba imekuwa inafahamika sana na mpinzani ni mtu ambaye anaweza kuzitambua kuzi, kuzi, kuzi, kuzi, kuzi sana mbinu za Simba. Kwa nini inakuwa hivyo yaani kwa hiyo sasa, wewe kama shabiki wa Simba ukiachana na matokeo ya jana, mmecheza mchezo wa kimataifa, michezo miwili mmepoteza. Mmecheza mchezo dhidi ya Petro de Luanda mmepoteza nyumbani, mmecheza mchezo wa pili pia, uh, mmepoteza ugenini. Sasa mmebaki na michezo minne, ambayo katika michezo minne hiyo uh, mtacheza na ambao mmecheza nao, uh, kutoka pale nchini Mali nyumbani hapa, lakini pia mko na Esperance Tunis pamoja na Petro de Luanda. Unaiona Simba wapi kimataifa msimu huu?